Mwaka 2026 umeanza na maumivu kwa watumiaji wa vyombo vya moto nchini Tanzania baada ya bei ya mafuta ya petroli kuongezeka huku bei ya mafuta ya dizeli yakishuka kwa bei ya kiduchu. Taarifa iliyotolewa leo Januari 7, 2025 na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Tanzania Ewura inabainisha kuwa bei ya rejareja ya petroli inayoingizwa kupitia bandari ya Dar es Salaam imeongezeka kwa shilingi 29. Kwa kiwango hicho, watumiaji wa mafuta kupitia bandari ya Dar es Salaam watanunua lita moja ya petroli kwa shilingi 2778, kupitia bandari ya Tanga watanunua kwa shilingi 2839, na bandari ya Mtwara watanunua kwa shilingi 2870. Kwa upande wa bei ya dizeli imeshuka kwa shilingi 53 kwa mwezi Januari 2026, ikilinganishwa na bei iliyorekodiwa Disemba 3, 2025 ambapo iliuzwa kwa shilingi 2779. Kwa mujibu wa Ewura, bei ya dizeli imepungua kutokana na kupungua kwa gharama za mafuta yanayosafishwa katika soko la Uarabuni. Aidha, Ewura imefafanua kuwa gharama za kuingiza mafuta katika bandari ya Dar es Salaam zimepungua kwa wastani wa asilimia 1.1 kwa mafuta ya petroli, asilimia 4.0 kwa mafuta ya dizeli na asilimia 3.7 kwa mafuta ya taa. Uchambuzi uliofanywa na Nukta TV umebaini kuwa bei ya mafuta nchini Tanzania imekuwa ikishuka kwa viwango tofauti katika kila mwanzo wa mwaka ikitoa uheni kwa watumiaji. Januari 2025 bei ya dizeli ilishuka kwa shilingi 135 na kufikia shilingi 2644 kutoka shilingi 2779 iliyokuwa ikitumika Disemba 2024. Kadhalika kwa bei ya petroli ilishuka kwa shilingi 103 na kufikia bei ya shilingi 2793 kutoka bei ya shilingi 2898 iliyokuwa ikitumika na kununua kwa kila lita kwa Disemba 2024. Hali hiyo ilijitokeza tena mwanzoni mwa mwaka 2024 ambapo petroli ilishuka shuka kwa shilingi 189 na dizeli kwa shilingi 299 huku mwaka 2023, bei kipungua kwa shilingi 187 kwa petroli na shilingi 284 kwa kila lita ya dizeli.